Mtazamaji wa TBC Digital na mtazamaji wa TBC One. Karibu katika bandari ya Dar es Salaam ambapo hii leo kamati ya kudumu ya Bunge ya katiba na sheria leo imetembelea katika bandari hii kujionea namna ambavyo serikali inafanya maboresho kwenye bandari hii. Kamati hii imeeleza kuridhishwa na namna ambavyo serikali imewekeza fedha nyingi kwa ajili ya maboresho katika bandari hii ya Dar es Salaam ikiwemo, eh, katika eneo la kushusha na kupakia mizigo na moja ya mambo ambayo eh, kamati hii imeshauri ni kwamba mamlaka ya bandari iendelee kufanya eh, kazi kubwa, kisha kwamba mizigo ambayo inapakiwa katika bandari hii inaweza kuhudumiwa kwa wakati, ili wananchi waendelee kufurahia huduma kutoka katika bandari hii. Mafanikio haya tunayoyaona sio tu ya kimitaji na kadhalika, lakini pia yamechangiwa na marekebisho mbalimbali ya sheria ambazo tumezifanya ndani ya Bunge. Kwa hilo la kwanza ambalo tulitamani tulione, lakini la pili tulitamani tuone uh, kama wizara lakini pia mamlaka ya bandari, tuna, tuna picha gani kubwa ya bandari tunayoitaka? Uwekezaji wa bandari ambao tunautaka ni kiwango gani cha uwekezaji tunataka tukione Tanzania, tukizingatia kwamba bandari hii peke yake mapato ya bandari yanachangia asilimia 39 ya makusanyo yote ya TRA. Nini tunataka tufanye zaidi? Wapi tunataka tufike? Sasa hoja yetu ya kamati ilikuwa ili tufike huko ambako tunataka katika kiwango hiko cha uwekezaji, ili tupate kiwango hicho cha ufanisi wa operations za bandari, ni mifumo gani ya kisheria na ya kisera inatakiwa irekebishwe. Kwa tumeacha hili jukumu kwa mamlaka ya bandari na wizara wafanye analisis ya sheria, wafanye analisis za kisera ili kuweza kulishauri Bunge sasa lifanye marekebisho gani ambayo yataongeza utendaji na ufanisi kwenye, kwenye bandari. Tutumie fursa hii baada ya kujionea haya mabadiliko makubwa na baada ya kuliacha hili jukumu kwa mamlaka ya bandari na kuliacha hili jukumu kwa wizara, tumpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendesha na kwa kusimamia mapinduzi makubwa ya kiutendaji ndani ya bandari hii, mapinduzi ambayo yanaenda kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uchumi wa Afrika, inaenda kuifanya bandari yetu kuwa kitovu enka na habu ya uchumi wa taifa letu. Uh, sisi kama bunge na kwa nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Spika tumejipanga vizuri kusaidia kufikia yale malengo ambayo Mheshimiwa Rais anayo ya kuwa na bandari bora, bandari ambayo inaenda kuchangia uchumi wa taifa letu kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa kuhakikisha kwamba sheria na sera zinakuwa ndio msingi wa maboresho na maendelezo ya bandari hii. Naibu waziri wa uchukuzi David Kenzile amekuwa na haya ya kusema kuhusiana na ziara hii. Lakini kubwa zaidi maboresho ambayo serikali imeendelea kuyafanya katika bandari hii ya Dar es Salaam imeipokea kamati yetu ya hudumu ya Bunge inayohusika na masuala ya utawala, katiba na sheria, ambayo kama sehemu ya Bunge lenye wajibu wa kusimamia na kuishauri serikali iliamua kufika hapa leo kwa ajili ya kutembelea na kujionea shughuli zinazofanyika na kisha kutazama vikwazo ama mifumo yetu ya kisheria kikanuni kisheria na kikanuni na, na, na, na, na, kisheria na kanuni ili kuona na kisela inavyoweza pengine kukwamisha nia njema ya serikali ya awamu ya sita katika swala zima la kuleta maboresho kwenye bandari. Tumepokea maelekezo yao. Tutakwenda kupitia mifumo yetu kwa kina na kutazama maeneo yote ambayo yanaweza kuwa na changamoto kwa maana ya kisheria kikanuni na kisera ili tuhakikishe kwamba vinaimba wimbo mmoja sambamba na, na, na, na azima ya serikali. Baadhi ya wajumbe wa kamati hii nao wamekuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na ziara hii. Naitwa Agnesta Lambert Kaiza, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam kupitia chama Chadema kwa sana maendeleo Chadema, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya Utawala, Katiba na Sheria, kamati ambayo tumepata fursa siku ya leo kutembelea katika bandari yetu a. Mimi kama mjumbe wa kamati nimefurahishwa, na niseme sikuwahi kufika kwenye hii bandari tangia ilipoboreshwa, ni leo nimefika, nimeshangaa, nimejionea kwa macho, ni kazi kubwa imefanyika, na nitumie fursa hii pia kumpongeza sana mheshimiwa rais, mheshimiwa uh, Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya chini ya uongozi wake, kwa sababu tunaona kitu kikubwa sana ambacho kimefanyika chini ya uh, chini ya uongozi wake, na sisi kama kamati tuahidi ushirikiano mkubwa sana kupitia kamati yetu ya utawala katiba na sheria, kwamba tutaendelea kuonyesha ushirikiano kwa wizara na kwa mheshimiwa rais, ili mwisho wa siku bandari hii iweze kuwa na tija iliyo kubwa zaidi hata ilivyo sasa. Rashidi Abdalla Shangazi, mbunge wa jimbo la Mlalo na mjumbe wa kamati ya utawala katiba na sheria, katibu wa bunge wa chama cha mapinduzi. Tumeona uwekezaji huu mkubwa ambao umefanyika hapa na tumeshauri kwamba ni vyema sasa uwekezaji huu ufanyike kibiashara zaidi. Sababu bandari yetu inashindana na bandari nyingine, inashindana na bandari ya Beira, Msumbiji, inashindana na bandari ya Mombasa, lakini pia inashindana na bandari ya Durban in South Africa kwa hiyo ni muhimu sana na sisi tuiweke bandari yetu ishindane kibiashara. Maana yake tutengeneze mazingira haya weze, ambayo yanawezesha ufanisi na uharaka wa kutoa mizigo, basi pia na huko nje mamlaka zingine nazo zihakikishe kwamba zinapokea kutoka mamlaka ya bandari na kutengeneza mazingira wezeshi ili wateja wetu wasipate mkwamo mahali popote. Nakukumbusha pia usisahau kutembelea kurasa zetu za TBC Digital, ikiwemo Facebook, Instagram. Bila kusahau kusubscribe channel yetu ya TBC Digital. Kutoka katika bandari ya Dar es Salaam, langu jina ni Emmanuel Samuel, chao.